This is Wisdom Hub na mimi ni Milka Joshua, nikiwa na mume wangu kipenzi, Mr Joshua Nguyahambi. Mr Joshua Nguyahambi, karibu. Asante sana, karibu sana pia na wewe. Asante. Leo tunaendelea tena na series ya Family Talks, Family Podcast. na leo kwenye Family Talk tutakuwa na hichi kitabu kinachoitwa When Sinners Say I Do. When Sinners Say I Do. Hichi kitabu kwa mara ya kwanza nakiona, nilijua ni kitabu kinachohusu labda mtu mwenye dhambi, yaani mtu ambaye yupo kwenye dhambi akisema, sasa nataka kumpokea Yesu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> so yaani sasa yeah, <yani> siku <laughs> nakwambia hivi hichi kitabu kanambia, no, kinahusu mambo ya ndoa ndoa. I was like what? nikaona kweli kinahusu mambo ya ndoa. Kinahusu when sinners say I do. Personally, niko curious kujua mm -hmm. kwa undani hichi kitabu kinahusu nini, na nadhani leo mimi pamoja na watu wengine wanaotusikiliza tutajua kwa in summary kwamba hichi kitabu kinahusu nini haswa. Unaweza ukatuambia in summary? Ndio, ndio, kwanza kabisa ni kitabu kizuri sana cha ndoa, ni moja kati ya vitabu vyangu bora vya ndoa kwao kiniambia nitaje vitabu vitano vya ndoa ambavyo ni besti, lazima iko kitakuwa miongoni mwa hivyo vitabu okay. ni kwa sababu ni kitabu ambacho kina adresi ile root causes ya marital problem. Ni kitabu ambacho kinaelezea changamoto hasa mzizi wa tatizo uko wapi? okay. kwa sababu ni kitabu ambacho kinaelezea chimbuko la matatizo yote ya ndoa tunayoyaona duniani mm. ni dhambi okay. Na ndio maana kinasema when sinner says I do. Do. Maana ni watu wawili wenye dhambi wanapokubaliana kuoana kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo maanake ni watu wawili wenye matatizo yao tayari wanakubaliana kuingia kwenye ndoa. Sasa jaribu kuwaza watu wawili wenye matatizo wanapoungana, hayo matatizo yanakuwa makubwa kiasi gani? so, na hapa naona ina, inasema hmm. discovering the power of gospel for marriage. Ya. Manake hapa ni, ni kugundua nguvu ya neno la Mungu kwenye ndoa, kwenye ndoa ndio, okay. Kwa maana kwamba pamoja na kwamba sisi tunaingia kwenye ndoa na changamoto zetu dio, lakini lipo suruhisho ambalo hilo suruhisho ni neno la Mungu ambalo hapo limetajwa kama gospel au injili kwamba injili ndio ambayo inaweza kutransform ndoa zetu na kuzifanya kuwa best na kuzifanya kuwa nzuri, okay. Unaona eh? kwa hiyo pale ambapo tunaweza kuichukia dhambi kwa kupata uwezo utokanao na neno la Mungu ndipo ndoa zetu zinapokuwa nzuri na ndiyo hasa kitabu hicho kinajaribu kuzungumzia hivyo. Okay, ni kitu gani hasa kilicho kuvutia sana katika hichi kitabu? Aa, kitu ambacho kimenivutia kwenye hicho kitabu kime, ni kitabu ambacho kinakuelezea kwamba wewe ndio chimbuko la, la changamoto kwenye ndoa yako. Yeah, yeah. Kabla ya kumwangalia mwenza wako unatakiwa ujichunguze wewe mwenyewe kwa sababu wewe ndo mwenye dhambi ambaye umeingia na tatizo la dhambi kwenye ndoa yako. Kwa hiyo yeah. Ni kitabu ambacho kinaelezea chimbuko la tatizo lako Kambla... kabla uja, yeah. ujaona mwenzio amekosea nini? Yeah. Yeah. Unaanza kwanza kujiangalia. Unaanza kwanza wewe. Kujiangalia wewe. Okay. Kwa hiyo yeah. Ni, ni kitabu ambacho kina address issues kwa sababu dhambi sana, sana inakuwa inamfanya mtu ajione kwamba yeye yuko sahihi na mwenzake ndio mwenye makosa. Kwa hiyo ni kitabu kizuri sana ambacho kina adresi tatizo hasa la ndoa ni nini na tatizo hasa la ndoa ni, ni dhambi na kitu ambacho kinaweza kutusaidia kuweza kuwa na ndoa bora ni nguvu ya neno la Mungu au nguvu ya Injili na ndio hasa hicho kitabu kinazungumzia. Okay, okay. Mm -hmm. So, ni, uh, tuki, tukiangazia hichi kitabu unaona, hichi kitabu kina tofauti gani kwa sababu, kuna, kuna waandishi pia wengine walioandika Christian books concerning mm -hmm. marriage mm -hmm. kuelezea ndoa kwe, mm -hmm. kwa mm -hmm. muktadha wa, wa, wa Kikristo mm -hmm. Umeona hichi kitabu kina utofauti gani na vitabu vingine vya Kikristo vinavyohusu mambo ya ndoa? Hiki uh, kitabu sana sana kinakwenda kwenye mzizi wa tatizo. Okay vitabu vingine vya, vya ndoa sana sana vitazungumzia vitazungumzia mambo yale ya compatibility, yani kwamba watu mnatakiwa mfanane kwenye vitu fulani mm, vitakuwa vinagusa maeneo yale ya juu juu, lakini hiki kinagusa kabisa kwenye mzizi wa tatizo unaona, kuna mtu mwingine atakueleza kwamba mnatakiwa mpange plani za mambo ya fedha hivi, watakupa triki za namna ya kupanga bajeti pamoja na mke wako, lakini hiki kitabu kinagusia mzizi kwamba hata bajeti yenyewe mtashindwa Utashindwa kuipanga kama wewe mwenyewe ni mnyimi, kama wewe mwenyewe ni mbinafsi. Ujadili na wewe mwenyewe ujadili na wewe we. Okay. Mwenyewe. Kwa hiyo hichi kitabu kinazungumzia mzizi wa tatizo, ndio maana nakipenda kwa sababu kinatibu pale ambapo, yani kimsingi kinapiga pale panapo. Panapouma. Okay. Okay. Okay. Kitabu kizuri sana okay. mm. Ay, unanipa motisha kutaka kujua zaidi. Yani itabidi nipate muda wa kusoma mwenyewe. Sawa sawa <laughs> mm. Karibu sana <laughs>